Serikali imesema imeendelea kuweka mifumo bora ya fursa za kiuchumi, kijamii na katika uongozi wa watu wenye ulemavu na makundi maalumu nchini na kuwataka kuchangamkia fursa hizo kila zinapotangazwa. Hawa wameelezwa jijini Dodoma na Waziri wa Nchi, ofisi ya wa waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete wakati alipomwakilisha Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko aliyetarajiwa kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa kongamano la kitaifa la watu wenye ulemavu. Ndugu washiriki, natambua kuwa afua na shughuli mbalimbali za watu wenye ulemavu zimekuwa zikielekezwa kwa wadau mbalimbali, hivyo naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru wadau wote wa maendeleo, taasisi na mashirika asiyo ya kiserikali yanayohudumia watu wenye ulemavu, vyama vya watu wenye ulemavu na shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu, yaani Shivyawata. Nataka nitumie nafasi hii kuwapongezeni sana nyote kuwapongeza idara zote, kupongeza taasisi zote, na kwa niaba ya serikali nataka niseme kwamba tutaendelea kushirikiana katika kuhakikisha kwamba huduma za watu wenye ulemavu na mashirika yao inakuwa ni msingi wa utendaji kazi na usukumaji mbele gurudumu la maendeleo. Ndugu washiriki, nimejulishwa kuwa pamoja na malengo mengineyo, lengo kuu la kongamano hili ni kuijengea uelewa wa jamii ikiwa ni pamoja na wenye watu wa ulemavu kuhusu kazi nzuri inaofanywa na awamu ya sita katika kuimarisha utoaji wa huduma na ukuzaji ustawi kwa watu wenye ulemavu. Kongamano hili linafanyika katika muda mwafaka na limekuwa lina tija sana kwa upande zote, hususan upande wa serikali, upande wa wenye ulemavu. Watu wenye ulemavu ni sehemu ya nguvu kazi ya taifa hili, hivyo wanapaswa kunufaika na fursa mbalimbali zilizopo sawa na watu wasio na ulemavu. Hii ndio imekuwa dhamira ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sote ni mashuhuda kwa namna ambavyo mheshimiwa rais amekuwa akisisitiza ustawi wa watu wenye ulemavu katika maeneo yote. Wizara yetu imepokea shilingi bilioni moja nukta sita, nukta moja sita ambayo ilikuwa ni maelekezo ya bunge la jamhuri ya muungano, wakati wa utekelezaji wa, wa, wa bajeti zitengwe fedha kwa ajili ya kusaidia watu wenye ulemavu. Kazi tulionayo mimi na wenzangu ndani ya wizara ni kuhakikisha kwamba tunakaa pamoja nanyi ili yale makubwa ambayo yanahusu ustawi mzima wa walemavu tuweze kuyatengenezea mpango wa utekelezaji na uwezeshaji. Lakini pamoja na hilo, mheshimiwa rais alihakikisha kuwa katika asilimia kumi inayotolewa katika dirisha la mikopo, basi asilimia mbili ipelekwe kwa walemavu. Mnaweza kukumbuka kuwa miaka miwili iliyopita huduma hizi zilisimamishwa lakini mheshimiwa rais alikubali baada ya mashauriano makubwa kuwa sasa huduma hii ianze mara moja, na nataka nitoe taarifa kwani kikao hiki kwamba huduma hiyo imekwisha anza. <coughs> Waheshimiwa washiriki, ndugu washiriki, katika mwaka 2024-2025, fedha jumla shilingi bilioni 5.48 zimepelekwa kwa vikundi 291 vya watu wenye ulemavu lakini pamoja leo pia furaha yangu leo hii, zile asilimia 30 za zabuni za umma mahususi kwa ajili ya makundi ya vijana, wanawake, na watu wenye ulemavu na wazee zimeendelea kutolewa pia, pamoja na changamoto zilizopo ambazo zimeelezwa katika hotuba. Naomba nisitizie kuwa fedha hizi ni zenu, undeni vikundi vyenu, zikimbilieni, kwani haya ni matunda ya serikali ya awamu ya sita kwenu lakini pamoja na hilo serikali imeendelea kujenga shule na msitizo mkubwa ukiwa elimu jumuishi kwa mfano shule ya lukuredi maalum iliyopo mkoani mtwara yenye yani uwezo wa kuchukua wanafunzi 480 shule ya mbuye maalum iliyopo chato mkoa wa geita yanayenchepua awali msingi na sekondari yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 1200 ambayo yani ujenzi wa mabweni 50 kwa ajili ya wanafunzi wenye ulemavu yamekwisha jengwa nchini kote. Ninachowaomba katika ile mikoa wilaya ambayo wana ulemavu bado imebaki kuwa changamoto, pazeni sauti na serikali yenu itawasikiliza ndugu washiriki. Lakini pia kupitia hilo serikali imeendelea kufanya mambo mengi, ikiwemo kufanyika kwa mapitio ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 pamoja na marekebisho ya mitaala ya elimu ya awali, msingi na sekondari na elimu ya ualimu, ili uiane na mahitaji ya sasa na mabadiliko ya ukuaji wa teknolojia, pamoja na ujumuishaji wa wanafunzi wenye wa mahitaji maalum, mfano ufundishaji wa lugha za alama katika ngazi zote za elimu. Na katika jambo hili, katika eneo hili, ndugu ikupa dada yangu na mwenye maono katika taasisi yako hii, mimi mwenyewe kama waziri anayesimamia watu wenye mahitaji maalum hususan walemavu nimeanza kujifunza elimu, elimu ya alama. Tunashukuru serikali kwa ununuzi wa vifaa vya kujifunzia na kufundishia kwenye mashule yetu, lakini pia mheshimiwa mgeni rasmi tunashukuru sana kwa kupanua, kupanuka kwa fursa, okay? Fursa zimekuwa kubwa kwenye uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kupitia ile asilimia mbili lakini pia mheshimiwa mgeni rasmi upande wa ajira ni serikali pekee. Ukianza kuangalia ukitafuta idadi ya watu wenye ulemavu ni serikalini tu ndio unatukuta watu wenye ulemavu tuko wengi. Kwa hiyo tunawashukuru sana serikali ambayo ni baba yetu, imeendelea kutuzingatia na kutuajiri uh, tukiwa kama kundi la watu, watu wenye ulemavu, lakini pia kupitia ile mikopo eh, tumeendelea kunufaika nayo, na pia kupitia ile eneo la mikopo mheshimiwa mgeni rasmi, Uh, tumeona kwamba hali za watu wenye ulemavu wengi zimeinuka na wamekuwa wametoka kwenye hali ya kuombaomba, wameenda kwenye hali ya kujitegemea wao wa wenyewe. Tukio la leo kwa kweli ni tukio ambalo ni zuri. Cha kwanza tukio la leo limeweza uh, kufundisha watu kujua maswala mbalimbali ikiwemo eh, uh, haki uh, lakini vile vile na namna gani ya utumiaji yewe, watu wenye ualbino usalama wao, na na watu wenye ulemavu. Lakini vilevile mkurugenzi wa shirika aliweza kuzungumzia juu ya vifaa kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Hivyo leo tumeona mkurugenzi ameweza kutoa shirika limetoa vitu, ametoa fimbo nyeupe, akatoa magongo kwa ajili ya watu wenye ulemavu ametoa e, mafuta kinga kwa ajili ya watu wenye ualbino, lakini e, vilevile ni kuendelea kushukuru kwamba shukrani zetu zimwendee kwamba vitu hivyo ambacho ameweza kuchangia kwa watu wenye ulemavu ni jambo ambalo ni jambo la msingi kuhakikisha watu wenye wa ulemavu kwa ujumla. Unajua, bila vifaa kwa ajili ya watu wenye ulemavu haki zao za msingi haziwezi Tukio hili la leo lilioandaliwa na mheshimiwa Ikupa, kwanza tukende kumwambia asante kwa sababu wengi wenye ulemavu walikuwa watambui mafunzo ya nesti au mfumo wa nesti, ni jinsi gani mtu anaweza kupafungana mkasajiri nesti na mkauza vitu vyenu ndani ya, ya serikali. Kwayo sisi tunashukuru kwa hilo kwa sababu ikiwa kama mimi mdau liwevile ni mjasiri ya mali ntakuwa kioo cha jamii kwa ajili ya wenzangu kuwafikishia habari, sababu nitaanza mimi kwanza, ili mueleza huyu kwamba mfumo nafanya kaiwe wake ee, na aweze kujifunza kutokana na tutena. Kusema tunashukuru kwa iyo asilimia thelathini, kuifanyia kazi kfana ai leilkiwa kama kiongozi ntajitaidi wenzangu wote okay, waweze kutambua huu mfumo. Aidha, serikali imeendelea kutoa ruzuku kwa kampuni ya mafuta ili kukabiliana na changamoto ya saratani ya ngozi ili kuweza kupatiwa mafuta bure kwa watu wenye ualbino. Mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe kwanza kupata taarifa zingine.